Assalamu alaikum. Okay, i Swahili jina langu Bonaventura Malongo, katibu mkuu wa Shirika la Dawa Asilia na Ulinzi wa Mazingira Tanzania. Kwa namna pekee, kwanza mniwe radhi kwa kuchelewa kidogo kufika kuanza program, lakini kikubwa, Shirika la Dawa Asili na Ulinzi wa Mazingira kwa niaba ya wataalamu wa tiba asili na utunzaji wa mazingira nchini Tanzania, tunaungana na ubalozi wa India kupitia kituo cha Swami Vivekananda, ambao kwa kweli ana mengi ya kutu-inspire kuhusu maisha, ambaye aliweka msingi kwamba ataiandika hatima yake. Kwa hiyo tunaposimama pamoja, ni kuimarisha mafungamano na mashirikiano makubwa ambayo tumeyajenga kwa muda mrefu baina ya shirika letu na Watangulizi mbalimbali wa ubalozi. Ni miaka saba sasa ambayo tumekuwa tukishirikiana pamoja, na tumepanda miti mizuri mingi, kama ambavyo mkurugenzi ameweza kuielezea vizuri, aina kumi na nne. Tutatizama mianzi, milonge, mipapaya, alovela, kivumbasa, na hayo ni baadhi tu kwa majina yetu ya kawaida ya ki ya Kiswahili, lakini tumeandika katika jina lugha ya Kiingereza na jina la kitaalamu. Hiyo inatuonyesha kuwa kwamba mimea inayotumika nchini India na mimea inayotumika nchini Tanzania ni the same. Kuna vitu vichache sana ambavyo vinavyotofautisha. India imeadvance sana kwa ajili ya maarifa, teknolojia. Umepiga hatua kubwa sana kuompea na sisi wa Tanzania tuna mengi ya kujifunza India ikiwa taifa linaloshika nafasi ya pili ulimwenguni juu ya maendeleo ya sayansi ya tiba asili na Tanzania tukiwa tunashika nafasi ya kumi duniani ni hatua kubwa msingi. Ushirikiano wetu wa pamoja, elimu, utafiti, uzalishaji wa kiviwanda utatusaidia kuyafikia malengo ya pamoja baina ya India na Tanzania. Lakini zaidi, tunapozungumzia maendeleo haya ya sayansi kama alivyozungumza science of life, maana yake sayansi ya, ma, ya maisha ya binadamu inatualika sisi sote kama sehemu ya dunia kwamba tuna changamoto kubwa ya mazingira, na kwenye swala zima la mazingira tunaangalia uh, uchafuzi wa hali ya hewa, mabadiliko ya tabia ya nchi, ambapo dunia sasa tunakuja pamoja kwamba tuna vitu vya kuviangazia ikiwemo zoezi kubwa la upandaji wa miti tumeleta baadhi ya miti michache ambapo tutashiriki kuipanda. Kuna aina mitatu ya miembe, kuna mmea wa mfenesi, kuna msidifo na aina nyingine mbili ambazo wapo washiriki waliokisha kutangulia wamekuja nazo, tutazipanda kama sehemu ya kuendeleza jitihada ambazo India imeanza na Tramepro inaunga mkono kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uchache niseme nawashukuru sana wote mliojumuika pamoja, wataalamu kutoka maeneo mbalimbali, Tegeta, Kigamboni, waandishi wa habari link, uh, kupitia nini Adelink, na wote ambao tumekuwa tumejumuika katika tukio hilo muhimu, pamoja na wazee wetu wa mila na desturi kutoka Ruvuma, wilaya ya Madaba. Ni hatua kubwa sana. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Balozi, tunakushukuru mkurugenzi na tunashukuru wote kwa kuwa tumeomba na tunaamini tutakuwa na mazungumzo ya kina baina yetu na mheshimiwa balozi. I hope we shall we shall discuss more about how we can strengthen our future. Thank you so, so much, much.